Hello ladies and gentlemen, how you doing? Karibu tena kwenye DNA Academy Highlights na leo niko na taarifa muhimu. Actually, nimeona nisimalize weekend bila kushare na nyinyi a very important information ambayo uh, actually nimeipata uh, tukiwa tunaelekea kwenye kusikiliza summit ambayo inafanyika White House ya Marekani ambayo ni Crypto Summit ya kwanza kufanyika White House for the first time, inaongozwa na ambayo itaongozwa na David Sacks CEO wa PayPal ambao pia ni his crypto czar of United States. Sasa one of the things ambayo tuko navyo kuelekea hii uh, summit namba moja ni kwamba Trump amesign officially. Kwanza, kuanzia sasa Marekani watakuwa na Bitcoin strategic reserve. Naomba nirudie. From now on Marekani officially wamepewa order ya kuwa na reserve ya Bitcoin and one thing that I need you guys to know, na reserve ya Bitcoin, uh, rais wa Marekani ameitem kama digital Fort Knox sasa tukisema digital Fort Knox kwa wale ambao wanajua na kufuatilia Marekani ni nchi ambayo inaongoza kwa asilimia kubwa ya soko la gold. Asilimia karibu 15 ya soko la gold liko Marekani. Na reserve ya gold Marekani ipo kwenye sehemu inaitwa Fort Knox. Sasa wao wameita reserve, uh, strategic reserve ya Bitcoin kama digital Fort Knox Knox kwa sababu Bitcoin inakuwa considered kama internet gold. Na by the way amesema kwamba Marekani itakuwa haiuzi Bitcoin ambazo wamezinunua. Marekani watakuwa hawauzi Bitcoin nazo zinunua kwa sababu wanakuwa wanazitumia kama reserve ya, ku, ya, ku, ya kutunza thamani au ya kutunza value, sawa sawa. Kwa hiyo uh, itakuwa ni one of the asset ambayo ipo kwenye portfolio kwa ajili ya kutunza purchasing power uh, au ile value ya uchumi wa Marekani. Na by the way wamesema kwamba uh, kutokana na report ambayo uh, crypto caesar bwana David Sack uh, jamaa amezaliwa Cape Town huko lakini anaishi Marekani na ndo COO wa PayPal ana uraia wa nchi mbili. Of course Cape Town hakuishi muda mrefu, lakini ndo, na huyu ndo mwenyekiti wa presidential group ambayo itakuwa ina iko responsible kwa ajili ya uh, kufanya majumuisho ya kutengeneza sheria za kudili na industry ya cryptocurrencies. Kwa hiyo uh, huyu jamaa amefanya analysis zake, amesema Marekani wamekuwa wakipata cryptos nyingi sana kutokana na, na kuseize kutoka kwa criminals na watu tofauti tofauti ambao wana makosa na so far katika crypto ambazo wamezi seize, Bitcoin ambazo wameziuza ni Bitcoin laki moja na tisini na tano ambazo kwa miaka kumi iliyopita wameuza kwa pesa isiyopungua dola milioni mia tatu na thelathini . Sasa ukipiga hesabu kama hizi Bitcoin laki moja na tisini na tano wasingeziuza, manake sasa hivi wangekuwa na worth of dola bilioni kumi na saba na kwa sasahivi ukiona kwenye uh, screenshot hapo nyuma utaona kuna portfolio ya wallet ya cryptocurrency ya Marekani ambayo ina Bitcoin laki like moja na tisini na nane na coin zingine ambazo zina worth dola bilioni 17. That means kama wasingeuza zile crypto nyingine ambazo za kwa wangekuwa na portfolio ambayo ina worth more than 34 billion US dollars. That's a lot of money I'm telling you and um actually uh, tunasubiria meeting ya leo jioni maana ndio itakuwa ni muda wa mapema kule tuone kwenye summit ambayo wanaifanya hii ya crypto pale White House watazungumza vitu gani, ambapo vinaweza vikapelekea soko kuweza kuanza kumasha hapa. By the way, watu wengi wana expect probably wataanza kutangaza namna gani watanunua crypto crypto zao, lakini so far, wamesema reserve ya bitcoin itaanza na portion ya bitcoin ambazo zimeshakamatwa kutokana na makosa ya watu tofauti tofauti, zitapelekwa kule, ikiwemo zilizonyanganywa kutoka Bitfinex, Silk Road etc, zitahamishiwa kule kwenye reserve na of course ali mention some of the other cryptos kama ADA ripo eh, Solana zitaongezwa kwenye reserve ya, uh, ya, ya, ya Marekani ya Digital Fort Knox. Eh, unajua Fort Knox kwa wale wanaojua, najua ndo sehemu ambako madhahabu yale yametunzwa pale. Eh, ile zile dhahabu zao ambazo nazimiliki, zile ambazo ni za reserve, basi zimewekwa pale kwenye Fort Knox building, ambayo nadhani mwezi wa tano wanaenda kuikagua. Lakini wanaanzisha nyingine ya kidigitali. Kwa hiyo, by the way, ukiangalia essence ya matumizi ya cryptocurrency kwa sasa kama Bitcoin imekuwa is more of a value storage more than a crypto, uh, currency kwa ajili ya kufanya transaction. Kwa hiyo ndio maana mimi mara nyingi crypto mimi napenda kuzitaga ni digital assets kwa sababu the way zinavyotumika is zinatumika more of a asset is not more of a uh, crypto I mean a transaction uh, medium it's more of a asset. Na hata ukiangalia makampuni kama MicroStrategy ambao wananunua Bitcoin nyingi, unaona kabisa they are buying them kwa ajili ya kufanya value storage, lakini sio kufanya eti wanunue wakanunulie vitu fulani no no no, it's not like that. Kwa hiyo that's the news that I wanted to share with you ladies and gentlemen. Niwakumbushe tu tunapewa nguvu na Encrypt Wise, moja kati ya wallet bora kabisa. Ukitaka kujenga portfolio ya digital assets yoyote ile, basi Encrypt ni moja kati ya wallet ambayo nitakurecommend utumie, it's one of the very good wallet na features nyingi. Eh, unaweza ukatumia katika namna tofauti tofauti na, by the way, uh, kuna games pia eh, kuna kutengeneza passive income kutokana na kunao zimiliki kupitia staking wallet. Kwa hiyo ni nzuri, ambayo unaweza ukaitembelea kwa, lakini kama anavosisa kila siku, in case you know nothing about these wallets or whatever, tafadhali usifanye kitu bila kupata elimu, pata elimu kwanza, ukishaelewa then utapata maamuzi sahihi ya kufanya kama una engage na in industry ama unajipa muda wa kufanya mambo mengine, niwatakia siku njema. Don't forget to subscribe Chris Magno and that was my time. See you next time. Ciao.